Unajua kila mahali kuna lugha yake. Kwa mfano, kuna watu unaweza sikia wakiongea useme, kulingana na vile nimesikia hapo hapo, labda ni ibada ya mazishi inaendelea. Kuna vile pia unaweza sikiza, usikie, kulingana na vile nimesikia hiyo, huo mkutano ni wa siasa. Kuna vile pia unaweza sikia hata labda sio watu, unaona, unasema hiyo ni kama harusi inaendelea, kwa sababu kila mahali kuna lugha yake. Na tuje sasa kanisani. Kanisani pia na hasa pale kwa kwa madhabahu, kuna lugha yake. Kuna ile lugha ambayo ni makosa kuitumia pale katika madhabahu. Kwa mfano, kuna watu wengi ambao wanakuja uh, kanisani wakiwa wamevunjika moyo, wengine labda walikuwa wanaenda kujinyonga. Kwa hivyo mahali ambapo wanaingia wakijaribu kutafuta msaada, wanaingia pale kanisani. Sio sio watu wote wanakuja kanisani wakiwa katika hali nzuri, na ni vizuri kujua kwamba pia kanisa ni kama hospitali. Sio sio watu wengi wanaenda hospitali kama hawana uchungu katika miili yao. Wengi wana uchungu, wengi ta labda wamekaribia kufa, wengine wako mahututi wengine wako na shida nyingi sana katika mili yao, na kwa hivyo hospitali sio, uh, uh, mahali pa, pa kuchezea uhai wao, kwa sababu ni mahali wanakuja kutafuta msaada. Hivyo ndivyo pia ilivyo hata kanisani. Kanisa ni kama hospitali ya kiroho. Kuna watu wamevunjika mifupa ya kiroho, wengine wamevunjika um, um, moyo kabisa, wengine wamekosa tumaini katika maisha yao, wengine wanasema ni nimekuja hapa uh, nisikie neno moja, kama Mungu hata nizungumzia, naenda kujinyonga. Na tushasikia watu wa, wa, wa wako hivyo. Ana, anasema ninangojea neno moja peke yake, na ninatarajia kwamba Mungu atanizungumzia hapa kanisani. Kwa hivyo wakati ambapo tunaenda kanisani na sisi ambao tunahudumu pale, lazima tuwe very careful na ile lugha ambayo tunatumia. Kwa mfano kuna watu wako na hii tabia ya kuambia watu mnaimbaje? Muna, kama mmenyeshewa. Kuna watu hata hiyo kuimba ni neema, ni muujiza. Kuna mtu hata labda kimwiri ni mgonjwa, labda labda, labda mwiri amejijisukumia, ameji, amejimudu kufika pale kanisani. Kwa hivyo hata labda kuamka, mifupa ina shida, hawezi akaamka. Mwingine hata hawezi piga makofi, mwingine hata kusimama hawezi akasimama. Na kuna hizi tabia za madhabahu za, za kuambia watu, kila mmoja simama, sitaki kuona mtu ameketi chini. Jamani, kuna watu labda umri wa miaka, wengine labda ni kwa sababu ya ile hali ambayo wako mwingine hata anadharau Mungu na amekuja kanisani, amekwazwa na Mungu, amengojea Mungu amjibu maombi, ameona Mungu amjibu, anachukia Mungu. Kwa hivyo hata ukiambia ati simameni tuheshimu Mungu, anasema Mungu sikuheshimu na sitasimama mimi, Mungu ninaona umeniachilia, kwa hivyo hata sitasimama. Kwa hivyo usisukumie watu don't force pipu siambia watu lazima uh, uh, msimame uh, mna uh, ni kama mjakula. Ndio kuna hata watu kanisani, hata chakula cha asubuhi hawajakula, labda hata jana hawajakula. We labda ndio umekula, umeshiba, labda hata hawajakula. Kwa hivyo wako pale, wamekuja kutafuta msaada, wamefinyika, labda wamekuja hata kutafuta hata msaada wa chakula. Kwa hivyo Uh, it is good to mind our language tukiwa pale katika madhabahu, na inaitwa other language. Lazima watu, lazima mtu akipita kanisani nje asikie hiyo lugha inatumika, ni lugha ya kanisa, kwa sababu nimesema kuna lugha ya mazishi, kuna lugha ya harusi, kuna lugha ya klabu ya baa. Kuna maneno ukisikia akiongewa kwa klabu hautashangaa, kwa sababu hiyo ndiyo lugha ya hapo. Kwa hivyo lugha ya siasa tusilete kanisani, lugha ya mchezo tusilete kanisani, maana maana madhabahu ni kama vieta ya kiroho ni, o, o, ukienda vieta Hautaki kuona ati daktari yakodhieta na anaingia na simu anacheza cheza nayo ati anacheza na games, anafanya games na anakufanyia operation, na kwa hei utaona yule daktari sio serious akiwa vieta, hata aingii na simu, ako very very careful. Ushasikia mtu alikuwa anapasuliwa, makasi akasaulika kwenye tumbo, ama ama pamba au kamba? Maana daktari akuwa very careful. Kwa hivyo hota ni kama vieta ya kiroho, ni mahali upasuaji unafanywa. Na unajua wale madaktari wanapasua moyo, unasikia wamekaa na ule moyo, wanafanya operation ya moyo dakika, masaa matatu, masaa because it is very fragile. Mguu unaweza pasuliwa one hour na 30 minutes, na na na hiyo wanamaliza, maana hata mguu unaweza katwa na uendelea na maisha, lakini roho, moyo, they are very very careful maana a slight mistake can cost your life kwa hivyo wako very careful, na sisi spiritually when we are at the altar, tuna tunadiri na mioyo very fragile. Mioyo mingine ni fragile, very delicate, mioyo mingine ni ni minyonge ni hafifu sana, inahitaji mtu ambaye ata ataifanyia ata kazi kwa kwa uadirifu kwa uangarifu hmm. Kwa hivyo siyo lugha yote tuitumia pale. Watu wengine wanasema ya kwamba unatumia ile lugha ati smile at your neighbor? Sio lugha ya madhabahu ha? Mimi hata nimekuja kanisani, sitaki kucheka, I'm angry at God, hata sitaki vichekesho, nataka nisikie neno moja ndiyo nirudie huyu Mungu. Na kama nimekaa karibu na mtu ambaye hatusikizani sharai, smile at my neighbor. nimetoka na mke wangu na hatuongeleshani asubuhi na maybe hata tumekorofana asubuhi, unaniambia smile to your neighbor. Hiyo sio lugha hiyo sio lugha ya madhabahu. Na kama niko na my daughter in law na kanisani, unajua saa nyingine familia wametembea, my mother in law ametembea, my brother in law ametembea, kwa hivyo namwambia twende kanisani, mahali ni mahali ni naabudu tukaabudu na, tuka na unaniambia ati uh, can I smile my mother in law, my father in law, my brother in law or my sister in law, labda tumepakana labda jirani yangu ni mtu ni mtu wa miaka ya nyanya yangu, na mimi ni mtu wa Gen Z. Nitasmere kwa nyanya nikiwa Gen Z kweli? Hiyo lugha, ati, ati honga jirani yako na bega na, na, na, hiyo siyo lugha ya kanisani. Una wengine hata niliona wana adabu wanasema ati smell it your neighbor. Uh, how does your neighbor smell? can you, can you smell the fragrance of heaven Yaani, fragrance of heaven ina, ina, inasikika kwa mapua haya ya mwili kwa, kwa nguo hizi tumevaa, hizi nguo tumevaa zinanuka moshi na marashi na jasho, au zinanuka marashi ya binguni ati your neighbor ana smell marashi ya binguni? Um, hiyo labda salimia jirani yako hiyo ni mzuri, lakini ile ya atipiganeni high five, hiyo sio lugha ya madhabahu bwana. Hiyo dada yangu, siyo lugha ya madhabahu ha? Mnakaaje kama kama kama mjakula siku mbili dada? Hata kuna mwingine ako fasting ya 7 days amekuja kanisani, mwingine ako fasting ya 21 days anangojea Mungu kwa hali fulani, hmm? Wewe ndio labda hujafunga wewe ndio labda uja hauna shida, labda shukuru Mungu mwili wako uko sawa. Lazima tuweke lugha ya madhabahu kila mahali, pana lugha yake ha? Sasa hii ni unatuambia kwamba kama una sadaka toka nje. Ndio kuna watu hawana sadaka wamekuja kanisani, mm. Kwa hivyo huwezi toa mtu nje kwa sababu hana sadaka amekuja, sio sio sadaka imemleta. Ndio ndio Biblia inasema tusije mbele ya Mungu mikono mitupu. Kuna wakati mwingine unapenda lakini hauna na ni leo peke yake, kesho kesho utapata. Wengine nasema wacha nilete mke wangu ambaye ndiye mke mrembo duniani yote, duniani na binguni. Hakuna mke au mume mrembo kama huyu, na nilisema siku ingine. Wengine tunaona siyo mrembo, wengine tunaona ni uongo unaongea huyo. Iyo mambo ya urembo na nini, pereka kwako nyumbani, pereka kwako mahali unakaa, ama mkienda retreat mahali ama honeymoon na nini iyo, endeni mkaambiane hiyo maneno. Lakini hapa kanisani hatujakuja beauty show, hatujakuja kuona bibi yako, tujakuja kuona bwana wako atuwacha nilete my, my most beautiful daughter on earth. Hatujakuja kuona your son, your handsome son, your beautiful daughter. Bwana, my sister, tumekuja kuona Mungu, tumekuja ndio tutembelewa na Mungu, tuonekaniwe na Mungu. Kwa hivyo hiyo mambo ya beautiful daughter, beautiful whatever, hiyo sio lugha ya madhabahu. Lugha ya ya, ya ya madhabahu sio kuambia watu mnakani um, kama mikono mikono imevunjika. No, hiyo sio lugha ya madhabahu jamani. Look at your neighbor, mwangalia macho dakika mbili tafadhali. Hiyo mambo ni ya hospitali, daktari akiangalia mgonjwa macho kama ako na shida macho. Hiyo siyo mambo ya kuambia watu kanisani angalia angalia nini, or hug your neighbor, no. Kuna makanisa mengine hayaamini una hug, uh, opposite gender. Hiyo either, either we uende ukafanye kazi kwa beauty spa ama ukafanye kwa gym ama uandike mwalimu wa PE lakini, hiyo usilete katika madhabahu. Lazima tuwe very careful because just like uh, the yule, a theatrician yule ama surgeon, tuna deal na very fragile hearts of people um, mioyo ya watu ambao ni very very fragile, na inabidi ya kwamba tukue very very careful. Kwa hivyo tujiangalie, tusikwaze watu, lakini tuwaletee dawa, tuwatibu mioyo yao na Mungu atowabariki. let's mind Ota language. Watu wakipita wanasikia kweli hapo ni kanisa. Na Mungu awabariki sana.